Mufti na Sheikh Mkuu wa, wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubeiri Mbwana amewataka Waislamu na Watanzania kwa ujumla kuhakikisha watoto wanapewa mafundisho ya dini yatakayojenga katika misingi imara ya maadili na kuwasaidia kupambana na mmomonyoko wa maadili unaoikabili jamii kwa sasa. Akizungumza na wananchi na Waislamu wa wilaya za Tunduru na Namtumbo katika siku ya pili ya ziara yake ya kwanza ya kikazi mkoani Ruvuma, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair Mbwana amesema ni jukumu la kila mzazi kuhakikisha mtoto analelewa na katika misingi ya dini na maadili mema ili taifa aliwe na kizazi kinachomcha Mungu na chenye kuheshimu sheria za nchi. Kipindi tulichokuwa nacho, tuwafundishe na tutangaze, na mashehe wafanyakazi na wenye kuhutubia makhutaba, yani makhatibu katika misikiti ya Ijumaa na hafalati au hadhara mbalimbali, mashehe mfanye kazi ya kuwafundisha watu juu ya swala la mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili ni mkubwa sana katika nchi yetu kiasi cha kutisha. Bahati mbaya vitabu vimekwisha, lakini nimetunga kitabu kinachozungumzia mmomonyoko wa maadili chenye anwani inayosema mmomonyoko wa maadili, nani alaumiwe? Kwa hiyo mmomonyoko wa maadili sio jambo la Waislamu. Mmomonyoko wa maadili sio jambo ambalo ameliamrisha Mungu au wamenieleza Bwana Mtume wasalam, Mungu ametuamrisha tulinde, tuwe na tabia njema, tuwe na maadili mema. Vijana tuwafundishe, waache mambo yote ya ovyoovyo, warejee kwa Mungu. Aidha, Mufti amewataka Uislamu kuendelea kulinda amani na mshikamano uliopo nchini, akisisitiza kuwa msingi wa dini ya Kiislamu ni amani, upendo na umoja miongoni mwa watu wote bila kujali dini wala kabila. Tusikubali viashiria vya aina yoyote vinavyoweza kuletwa na mtu wa aina yoyote, viashiria ambavyo vinaweza vikavunja amani katika nchi, kwa sababu nchi sio ya watu wengine, nchi yetu sisi. Nchi sio ya serikali, nchi ni yetu sisi, serikali ni yetu sisi. Na ndio maana hivi karibuni, tarehe ishirini na tisa tutafanya uchaguzi. Sasa kwa nini tuiharibu nchi kwa kuvunja amani wakati nchi ni ya kwetu sisi? Dhima iko juu ya nani kama tukifanya hivyo? tutamwambia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba tumekuharibia nchi yako. Uharibifu katika nchi baada ya kuitengeneza, maana yake ya jumla itengenezeni nchi basi, maana yake itengenezeni nchi, msilete uharibifu katika nchi. Sehemu nyingine ya aya inatilia nguvu aya hii inasema, wala tathau fil ardi mufsidin, wala msieneze katika nchi uharibifu. Sifanye uharibifu aina yote wakuweza kuleta matatizo. Swali, je, Uislamu umezungumzia amani? Msafu mzima tukiufasiri, ni amani tupu. Mtume kipindi chote anazungumzia amani, ameunga udugu wa masahaba wa, wa, wa, wa, wa Maka na Madina kwa ajili ya amani. Kwa upande wake, Mkuu wa Wilaya ya Tunduru Mheshimiwa Dennis Masanja amewahimiza wananchi wote kujitokeza kwa wingi kutumia haki yao ya kikatiba ya kupiga kura katika uchaguzi ujao, akisema kufanya hivyo ni njia ya kuchangia maendeleo na kudumisha demokrasia nchini. Tuko kwenye kipindi cha uchaguzi huu ni mwaka wa uchaguzi na sasa hivi vyama vinaendelea na kampeni kwa ajili ya uchaguzi mkuu ambao utafanyika tarehe 29 mwezi huu wa kumi mwaka 2025. Ninawaomba siku ya uchaguzi, tujitokeze kwa wingi sana kwenda kuwachagua viongozi tunao wataka. Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma Sheikh Ramadhani Mwakilima amemshukuru Mufti kwa kufanya ziara hiyo ya kihistoria mkoani humo, akisema uje wake umeimarisha imani na mshikamano wa jamii ya kiislamu mkoani humo. Kurani kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abas Ahmed, Ahmed ikiramu aliyokufanyia ilikuwa ni ya viwango unavyostahiki. I washukuru waumini na wakazi wote wa Mkoa wa Ruvuma kwenye wilaya zote tulizopita Uh, kwa ushirikiano wao na kufanikisha ziara yako. Ziara ya Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania mkoani Ruvuma imetajwa kuwa fursa muhimu kwa Uislamu kuimarisha umoja, maadili na amani, ambazo ni nguzo muhimu katika kujenga Uislamu na maendeleo ya taifa. Kutoka hapa katika wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma, mimi ni Shekhani Mzaina.